Wakati takwimu zikionyesha wanawake wa Dar es Salaam wanazaa wastani wa watoto wawili mpaka watatu, mila na desturi, kipato, kujishughulisha na ufikiwaji wa elimu zimetajwa kuwa chanzo cha matokeo hayo. Hata hivyo, mambo ni tofauti kwa mikoa ya Kanda ya Ziwa ambapo takwimu zinaonyesha wanawake wanazaa wastani wa watoto sita ikimaanisha kiwango cha uzazi ni asilimia 6.6, huku Mkoa wa Simiyu ukiongoza hayo yamesemwa leo Ijumaa, Septemba 26, 2025 na mratibu programu ya uzazi wa mpango Wizara ya Afya, Zuhura Mbuguni wakati wa maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Uzazi wa Mpango yaliyofanyika jijini Dodoma. Katika wasilisho langu nilieleza kuhusiana na kiwango cha uzazi, nikiwa na maanisha kuwa mwanamke mmoja katika maeneo yetu mbalimbali kupitia -mbali, mikoa pamoja na kanda anaweza kupata watoto wangapi yana ni watoto wangapi wanajifungua, nikasema Dar es Salaam kiwango cha uzazi kiko chini ni mbili nukta nane lakini kwa mikoa ya kanda ya ziwa kiwango cha uzazi ni sita nukta sita ikiwa na maana kuwa kila mwanamke ana uwezo wa kuzaa watoto sita, lakini kwenye hii kanda ya kaskazini kila mwanamke ana uwezo wa kuzaa watoto wawili mpaka watatu. Na mmebaini sababu? kwa Dar es Salaam, kwa Dar es Salaam, sababu cha, uh, ni nini hasa Dar es Salaam kushuka hivyo? kwa Dar es Salaam sababu mojawapo ambayo inasababisha kiwango kikubwa cha uzazi ni ni mila na desturi. Kuna makabila ambayo wanapenda kiwango kikubwa cha cha uzazi kutokana na mila na desturi zao, lakini pia inawezekana pia elimu kuhusiana na uzazi salama haijawafikia vizuri. Kwa hiyo ndio maana serikali tunajitahidi kuhakikisha hii elimu ya afya ya uzazi inamfikia kila mmoja. Ukiangalia maeneo ya, ya Dar es Salaam, wengi wakazi wa Dar es Salaam mila na desturi zao zinasaidia kusababisha uzazi, kiwango cha uzazi kiwe chini. Aidha, inawezekana pia uwezo nikiwa na maana kiwango cha uwezo wa maisha. Um, na mara nyingi sana kiwango cha uzazi kinakuwa chini maeneo ya mjini na elimu ikiwa juu na kiwango cha uzazi nao kinakuwa juu. Kwa hiyo inawezekana kwa sababu ya elimu ya afya uzazi inawafikia kwa urahisi, lakini inawezekana pia kutokana na umjimji urbanization pia inasababisha kiwango cha uzazi kiwe chini. Kwa hiyo uh, nilieleza pia katika viashiria vingine vingi vya afya ya uzazi na uzazi wa mpango viko uh, juu sana. Inategemea ni aina gani upande wa maeneo ambayo ni ruro, ruro ni maeneo ambayo ni vijijini. Kwa mfano uh, kufikika kwa huduma zetu za uzazi wa mpango maeneo ya vijijini ni ufikiaji ni, ni hafifu ukilinganisha na mjini, ndio maana hizo viashiria navyo pia vinaonekana kama viko sio vyenye, uh, kuridhisha. Sawa. Mma e, wakati huo mm -hmm. nd yeah. uh, hivi sasa mkoa ambao unaongoza kwa mimba za utotoni ni Songwe. Katavi ilikuwa inaongoza kwa viashiria, kwa takwimu zilizopita za tafiti za afya kuna jitihada kubwa sana imefanyika na serikali imewekeza sana kwenye mkoa wa Katavi kuhakikisha kwamba uh, kwamba mimba za, usoto, za utotoni zinashuka, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kuhakikisha kabisa vijana wanapata hizi uh, elimu ya afya ya uzazi kwa kupitia vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, tunaita huduma za afya ya uzazi rafiki kwa vijana. Katavi tuliwekeza sana pamoja na wadau wetu wa afya ya uzazi. Kwa hiyo nguvu nyingi tulipeleka kule kuhakikisha kuwa hii hali haiendelee katika mkoa wa Katavi, na tukasababisha ni kama tukashindwa ku maintain kwenye mikoa mingine, nguvu nyingi tukapeleka kwenye yale maeneo ambayo yana majanga. Sasa tunaona hali imebadilika. Kanda ya ziwa vipi? Kanda ya ziwa bado hali si shwari katika viashiria vyote vya afya ya uzazi ndio maana hata katika mkakati wetu wa kuimarisha uh, mikoa kuimarisha afya ya uzazi tumejikita sana kanda ya ziwa na kanda ya magharibi, nikiwa na maana mikoa ya Katavi, Kigoma na Tabora na kanda ya ziwa yote hmm, sababu, na, nini kwa kanda ya ziwa sababu, kama nilivyosema, sababu mila na desturi inashangia na sababu ni nyingi kusema kweli pia uh, idadi ya watu kwenye mikoa hiyo ni kubwa sana. Kwa hiyo kufikisha huduma kwa idadi ile kubwa ya watu inakuwa pia ni changamoto. Ndio maana tunasisitiza kuwa uh, idadi ya ukuaji au kasi ya ongezeko la watu liendane na kasi ya ukuaji wa uchumi. Kila, sema, kila siku tunasema uzazi wa mpango inasaidia maendeleo katika ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo tunapowekeza kwenye uzazi wa mpango, hatuwekezi tu kwa kiafya, tunawekeza pia katika maendeleo ya, ya, ya taifa so, la, Kwa nini hizi njia uh, wanawake kwanini wanapenda njia za, za muda mrefu kama hivyo kipandikizi? Ni kwa sababu uzazi wa mpango ni jambo la hiari, hiyo inatokea tu, yani wanawake wengi imetokea tu kupenda hiyo njia, kutokana ni njia muda mrefu, anaweza akaiweka, aka na kila mara atakuwa haende hospitali labda kwa ajili ya check up au nini, kwa hiyo ndio sababu njia ya kipandikizi inapendwa na kwa wale wanawake wengi, mwanamke akijifungua anapenda kupumzika muda mrefu, ili mtoto wake naye akuwe vizuri. Kwa hiyo njia ya kipandikizi ni njia ya muda mrefu, mama anaweza kupumzika kuanzia um, miaka mitatu na kuendelea, ndo wanawake wengi wanapenda na wanawake hivi sasa wengi, ni, wa, ni, wa chapa kazi ni, wa, ni wanawake ambao wanapenda kuzalisha. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye anapenda kujibeteka akasema leo nazaa kesho nazaa, wakati anajua kuna changamoto inamwandama kwenye familia yake, ni lazima atapigania kuhakikisha kuwa kiuchumi katika familia yake iko vizuri, basi ataweza kuongeza idadi nyingine inayofuata ya mtoto. Shukrani sana, endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Rajab Athmani.